Baba Levo amemfuma mfanyakazi wa ndani akimtesa mtoto wake, kwa sababu alikuwa amefunga CCTV kamera ndani ya chumba cha mfanyakazi. Sasa kuna jambo hapa, watu meshindwa kushtuka. Kile chumba, yule msichana alikuwa anavua nguo, anabaki kama alivyo. Swali, je Baba Levo alikuwa anashuhudia hayo yote? <laughs> Jamani, unapofanya kitu, unapoamua kukitoa kitu, fikiria kwanza, fikiria kwanza. Afu na watu mnajifanya kama vile hamuelewi. Je, Baba Levo ulikuwa hauoni yule mwanamke akifanya hivyo? Kwa sababu kilikuwa ni chumba chake cha faraha, alikuwa akivua baki mtupu ila Baba levo huko unaangalia ni kila siku kila siku, ili umfume siku moja. ah, umefaidi mwanangu. Babalevo amemfuma mfanyakazi wa ndani akimtesa mtoto wake, kwa sababu alikuwa amefunga CCTV kamera ndani ya chumba cha mfanyakazi. Sasa kuna jambo hapa, watu umeshindwa kushtuka kile chumba yule msichana alikuwagaa anavua nguo anabaki kama alivyo. Swali, je, Babalevo alikuwa yote. hayoyote <laughs> Jamani, unapofanya kitu unapoamua kukitoa kitu fikiria kwanza, fikiria kwanza, kama vile hamuelewi. Je, Babalevo ulikuwa hauoni? ule mwanamke akifanya hivyo kwa sababu kilikuwa ni chumba chake cha faraha alikuwa aliuwa akivua baki mtupu kila baba levo koko unaangalia kila siku kila siku ili umfume siku moja ah! umefaidi mwanangu baba levo amemfuma mfanyakazi wa ndani akimtesa mtoto wake kwa sababu alikuwa amefunga CCTV kamera ndani ya chumba cha mfanyakazi. Sasa kuna jambo hapa, watu mshinda kushtuka. Kile chumba, yule msichana alikuwa anavua nguo, anabaki kama alivyo. Swali, je, Babalevo alikuwa anashuhudia hayo yote? Jamani. Unapofanya kitu unacho, unapoamua kukitoa kitu, fikiria kwanza, fikiria kwanza. Afu na watu mnajifanya kama vile hamuelewi. Je, Baba Levo, ulikuwa hauoni yule mwanamke akifanya hivyo? Kwa sababu kilikuwa ni chumba chake cha faraha, alikuwa akivua baki mtupu, ila Baba Levo, kwa hiyo kwao unaangalia kila siku kila siku, ili umfume siku moja, ah. Umefaidi mwanangu.